Katika maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, ulimwengu unatazamia kuangazia maono ya mustakabali ya mtoto wa kike, Girls vision for the Future. Malengo ya maadhimisho haya ni kuweka mikakati ya kumwondoa mtoto wa kike katika umaskini ambao umetajwa kuwa chanzo kikuu idadi kubwa ya watoto wa kike kunyimwa haki ya kupata elimu na kupitia dhuluma kama vile ukeketaji na ndoa za mapema. Tukia hivi, hata kwa nyumbani tusipokuwa na vitu in future, watu wazuri, maisha yetu yatabadilika mabaadaye tukipata kuvumilia. Ningependa sana kuambia wasichana, tuweze kuvumilia hata kama tunaona nyumbani kwetu hakuna vitu tufumilie, na tutapata maisha mazuri baadaye, tunakula masaa yetu mazuri. Ni sauti ya mtoto wa kike ambaye moyo wake unalilia jamii kumpa nafasi ya kutimiza ndoto zake, kwani pia wana uwezo wa kubadili hali ya jamii iwapo watapewa nafasi. Kina mama ambao wametajwa kuwa wasio na sauti inapokuja kuamua masuala ya kijamii katika jamii za wafugaji, sasa wanapaza sauti wakieleza kuchoshwa na tamaduni ambazo zinaonekana kuhujumu hatima ya mtoto wa kike kimaisha. Kwa hivyo naona ya kwamba mwachaneni maneno ya eh, ku, kupeana wasichana kwa haraka, watoto wasomi sahii, wasichana wakisoma watakuwa warembo wa atalete ata wa atalete mtu, atalete mtu wa ng'ambo, ataleta mtu mtu mtu watachiri ikuche poma na itachenga poma. Hata akipata kwao hakuna kitu, lakini ataleta mtu wa mbali, akioa yeye atapeana mali na kwao ataku, kwao itakuwa inangara. Kwa hivyo naambia nyinyi kweli, tuachaneni maneno tabia ya ya ya, ya, ya amani tuingilie tabia ya, ya sahihi. Mkurugenzi wa shirika la Center for Indigenous Child Rights, Evelyn Brech amesema wakati umefika kwa jamii kufahamu kwamba mtoto wa kike ana haki ya kupata elimu ila si kukandamizwa na tamaduni ambazo ni dhalimu. Kwanza tunajaribu jaribu kwa, kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata nafasi ya kusoma. Hii mambo ya kuajiriwa mapema pia si nzuri, kwa sababu kama mtu hajapata ile skills ama hajapata um, uh, skills yoyote na umemwajiri maybe, unapata ya kwamba sana sana maybe ni mtoto, ni kuchunga mtoto ama kufanya kazi ambazo hazizi msaidia. So tunaona ya kwamba hiyo na hiyo ni baadhi ya mila potovu ambayo hatuwezi kubali uh, kwa generation ama kwa watoto wetu ambayo tunataka kuwa empowered na tunajaribu kuhakikisha kwamba watoto wetu hawa, Kauli yake imesisitizwa na mwalimu mkuu wa shule ya upili ya wasichana ya Holy Rosary Ortum, Consolata Surtum, ambaye ameitaka jamii kuasi mila ya kandamizi na badala yake kuwaruhusu watoto wa kike kupata elimu. Surtum amesema wengi wa watoto wa kike ambao walikuwa wakikabiliwa na tishio la ukeketaji imeweza kusaidika kufuatia juhudi za walimu Brecha amesema kwamba jukumu la kwanza kwa mzazi ni kuhakikisha usalama wa mtoto wala si kubuni mazingira ambayo yatamfanya kuona nyumbani kuwa janamu. Amewataka wazazi ya sawa wa kiume kumpa nafasi mtoto wa kike wafikia ndoto zake maishani. Wito wangu ni hili kwa wazazi wetu, tunaona ya kwamba tuwaheshimu, tunaheshimu haswa wazee wetu wa uh, mila ambao ni pokot wetu, tunaona ya kwamba tunaomba tu ya kwamba mturuhusu ruhusu ni watoto wetu wasichana kuweza kuendelea na masomo yao. Kazi ambayo Mwenyezi Mungu aliwapea ni kuwatunza wale watoto si kwa dhulumu kwa njia yote kuruhusu, njia yote ama kuruhusu dhuluma njia zozote ziweze kuwafikia. So ningeomba kama vinyinyi vyenye mnafaa kwa protectors, protect our children ensure our children wanaenda shule na wanapata ile haki yao ya kimsingi kim. Ulimwengu unapoadhimisha siku ya mtoto wa kike, ni bayana kwamba wakati umefika kwa jamii, hasa saa za wafugaji kufahamu kwamba katika karne ya sasa, elimu ndiyo msingi wa maisha kwa mtoto, na dunia si rafiki kwa mtu asiye na elimu. Na kufiki hapo, ndipo nahitimisha makala haya maalum. Jina langu ni Benson Aswani.